na twende kinyume na ahwau ahli lkitabi walmushrikina walkufari umuman, twende kinyume na nyenendo za ahlu lkitab makafiri na wote ambao wameukhalifu Uislam. Anasema Jalla wa Ala alam yaani lilladhina amanu, hivi haujafika tu bado wakati kwa walioamini? antakhshaa kulubuhum lidhikri llah, kunyenyekea nyoyo zao kwa sababu ya huu kumbusho wa Allah, kwa sababu ya dhikru llah wama nazala min alhaq, na kwa sababu ya haki iliyoteremka. Wanasubiri nini waumini? Haujafika bado wakati? Ilipaswa kila muumini aone kwamba wakati umefika sasa, arejee kwa mola wake. Wala yakunu kalladhina utu lkitab, wala wasiwe waislamu kama wale waliopewa kitabu kabla. Walipewa kitabu wakakiendea kinyume, wakafuata matamanio wakenda kinyume na maandishi ya vitabu vyao. wala yakunuu kalladhina utu lkitaba min qabl fatala alaihim lamad, muda ukarefuka kwao, wakaiacha da'wa na kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Muda ulirefuka baina ya kufa mtume aliyepita na kuja mtume ajaye, ikawa hapo kati wamekitupilia kitabu, wameiacha risala Kaondoka rasul, wakaacha risala. Mjumbe kaondoka na ujumbe aliokuja nao, wakaupuuzilia. Na kawaida kila mjumbe ni kwamba anaondoka yeye, ya anaiachia risala ambayo ndiyo siri ya mafanikio ya wanadamu na kutengenea kwao na hidaya yao. Uliporefuka muda bila ya kukumbushana, bila ya kupeana ghidhau ruh, lishe ya roho, fakasat kulubuhum, nyoyo zao zikawa ngumu wa kathirun minhum fasiqun, na wengi wao wakatoka nje ya utiifu wakawafusaq usatun lillahi azza wa jall. Ndugu waislam aya hii maulama wanasema inatutaka kiujumla tuende kinyume na ahlulkitab. Tumeambiwa tusiwe kama wale, sisi tuamrishane mema, sisi tukatazane mabaya, sisi tuilinde risala alilotuachia Rasulullah, sisi tuende kinyume nao katika kila jambo ambalo dini imetutaka tuende kinyume nao. Wa kadhalika anzalnahu hukman arabia, na namna hiyo hiyo tumekuteremshia wewe ya Rasulullah hukman arabia. Alquranul Karim imekuja kwa lugha ya Kiarabu na majukumu yaliyobebwa na Quran na ahkam zake zimeelezwa kwa lugha ya Kiarabu. Utume kapewa alayhi salatu wassalam, ameanza nao katika jamii ya Kiarabu akaambiwa, wala inittaba'ta ahwahum na kama utafuata matamanio ya hawa ya hawa kufar hawa, baada ma jaaka min alilm baada ya elimu ambayo imekujia, ma laka min Allahi min waliyin wala waq, hutopata mwingine yoyote atakayesimamia mambo yako ya Rasulullah, wala hutopata wakukulinda na adhabu ya Allah ukenda kinyume na mafunzo ya kitabu yako, wazi lugha ya kiarabu safi. Kama utayaepuka hayo ukafuata matamanio ya hawa basi wewe huna wa kukulinda na adhabu ya Allah azza wa jalla. Ikiwa mtume anaambiwa hayo, muislamu wa kawaida, je, anapaswa kiasi gani kuilinda dini yake? Ayat kama hizi, wanasema ulamaa, zinatufahamisha twende kinyume na ahlul kitab, na kwamba usalama wetu tusifuate matamanio yao. thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun kisha tukakupatia wewe mwenendo mzuri wa jambo hili la dini, fuata mwenendo huo, ishike njia hiyo, wala usifuate matamanio ya wale wasiojua. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawakamia ahlulkitabi na alkufar kuhakikisha kwamba anaenda kinyume nao, hawafuati katika lolote miongoni mwa mambo yao. Na ndiyo maana walipokuwa ahlulkitab hawa alyahud hawa wanamtenga mwanamke katika kipindi cha hedhi, hawali naye, hawanywi naye, hawachanganyiki naye. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume alipoulizwa, Allah akaiteremsha aya, wa yasalunaka ani lmahid qul huwa adhan fatazilu lnisaa fi lmahid, wanakuuliza kuhusiana na haidh na muda ule wa hedhi, basi waambie huo ni udhia. Hiyo damu inayotoka ina madhara. hiyo wa mwanamke inampa usafi na ni sehemu ya maumbile yake. Mwanamme akikutana ya na mkewe katika hali hiyo ni udhia, adrarun wa asqam, ni madhara hayo. Faatazilu lnisaa fi lmahid, watengeni wanawake katika kile kitendo cha ndoa. Kuhusiana na ile sehemu husika inayofanyika kitendo cha ndoa, iko mipaka imewekwa ya mwanamme kustarehe na mkewe, lakini asikurubie ile sehemu ambayo kitendo kinafanyika kwa sababu pale ni mahala ambapo inatoka ile damu itayomdhuru mwanamme. Sasa basi, waislamu wao kwa mafunzo waliyopewa na Mola wao, wakawa wanakula na mwanamke huyu mwenye haidh katika kipindi cha haidh, wanakunywa naye, wanachanganyika naye, hawamtengi. Hilo likawafika Mayahudi wakasema: ma yuridu hadha arrajulu an yadaa min amrina shay'an illa khalafana fi huyu, mtu hataki awache jambo letu lolote ila amelikusudia na kulikamia kwenda kinyume na sisi

Kwa hiyo haya ndiyo mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wsalam mukhalafatu ahli lkitab. Na Allah azza wa jalla akatuwekea ibada hii ya siyam, katika siyam tuende kinyume nao, iwe ndani ya Ramadhani iwe kuna vipengele nje ya Ramadhani, katika siyam za sunna tuende kinyume nao. Umu Salama anasema mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga Jumamosi mosi na Jumapili, akifunga sana na akisema, innahuma yauma idil mushrikin fana uhibbu an ukhalifahum, hizi siku mbili ni siku za idi ya washirikina, mimi napenda kwenda kinyume nao. Mayahudi wanaiadhimisha Jumamosi, ndio idi yao, na Manasara wanaiadhimisha Jumapili, ndio idi yao. Na kawaida idi haifungwi, lakini mimi nafunga kusudi, na ninawapa mafunzo haya Waislam mukhalafatan lihaula, kwenda kinyume na hawa. Basi pia katika siamu yetu ya Ramadhan na nje ya Ramadhan mtume anasema: faslu ma baina siyamina

Lakini ndugu zangu Waislamu, ikiwa ndiyo hivyo, riwaya hiyo tuichukue ya akla, basi ni ule mlo ambao mtu anakula, na imezoeleka mtu anakula mpaka anamaliza, na wanatafautiana watu katika kiwango cha kula. Lakini riwaya ya dhammul hamza, kuitia dhamma hamza hii, imezidi kutupa waislamu wepesi. Riwaya ya uklatu sahar, maanake tonge moja ya daku ishatosha kumtafautisha muislamu na sie. Kwa muislamu tonge hii ikiwa imebeba fadhila ya alfarq. Ukiongeza ya pili na ya tatu kulikaza tumbo na kuutia mwili nguvu na kuzidi kuwataka kuwa khalifa hawa, bila lengo la kuvimbiwa, ina maana ya kwamba unazidi kuingia ndani katika kuitekeleza hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam, mukhalafatan lihaula, kwa ajili ya kwenda kinyume nao hawa. Wao hawana daku, Ahlulkitabi katika siyam yao, na wanafunga siyam kwa sababu wasilia wa vitabu vinaeleza, ipo siyam Taurati na Injili inaeleza hivyo, na ndio maana Allah akasema kama kutiba ala alladhina min qablikum, mumefaradhishiwa nyinyi kama wale waliokuwa kabla yenu. Wale wakaikhalifu dini yao katika mambo yao mengi wakawa kuffarun billahi azza wa jal. Na mtume akaenda kinyume nao, na akataka siam yetu iwe kinyume na siamu yao, kuwahalifu ahlul kitabi katika ibada ya daku na kuwahisha kuftari

kwa sababu Mayahudi na Manasara wao wanachelewa. Dini itaendelea kuwa iko juu. Neno dhahiran linamaanisha iko juu na itapata nguvu, na kilicho juu kinaonekana, mpaka akasema Sheikhul Islam kwamba hadithi hii iko wazi kabisa katika kueleza kwamba ushindi wa hii dini unapatikana kwa kuahisha kuftari kwa sababu ya kuwakhalifu Mayahudi na Manasara. Ikiwa kwenda kinyume na hawa ni sababu ya ushindi wa dini basi na pia kusudio la kuletwa mitume sababu yake dini iwe dhahiran, ina maana ya kwamba kuwa khalifa ahlul kitabi ni katika makusudio ya albi'tha kuletwa mitume. Kama mitume waletwa ili dini iwe juu, na Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaletwa ili dini ipate dhuhur, iwe dhahiran, iwe juu, basi vile vile kwenda kinyume nao hawa, ikiwemo hali ya kuftari kuwahisha katika ftari, itakuwa hii ni sababu kubwa ya kunyanyua Uislamu.

Aya hii ya thelathini na tatu ya suratu Tauba inakubaliana sawa na hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Neno liyudhhira ndipo mtume alipolitumia aliposema, dhahiran la yazalu dinu dhahira, akataja dini na neno dhuhur, maneno mawili ambayo ndiyo yamekuja katika aya hiyo. Dini itaendelea kuwa dhahiran. Watu wakiwahisha kuftari, lakini leo Waislam wanachelewesha. Wengine wanaona hakuna haja ya kuwahi kunywa funda la maji wala kutia tende kinywani. Kwa nini? Ikiwa tukishasali magharibi haraka haraka, tutawahia kuftari. Ndugu Waislamu, hawa Waislamu watakaofanya hili, khalafu sunnata rasulihim, wameenda kinyume na sunna ya mtume wao. Ukihakikisha jua limezama hata kama muadhini kachelewa, wewe unatakiwa uwahi kuftari. Bila shaka, asifanye uzembe mtu akala kabla ya muda, na huyu naye kaahidi wa adhabu. Kaona mtume sallallahu alayhi alaihi wasalam watu ambao uliqu bi araqibihim wametundikwa katika maisha barza, ya barzakh. Hivi sasa yanaendelea hayo mambo. Wametundikwa kama mbuzi, huo mshipa wa nyuma uliojua kisigino ki, ki chake mwanadamu, sehemu ya mbele ya mshipa inatobolewa hiyo, halafu anatundikwa mtu miguu juu kichwa chini, anaadhibiwa. Mtume alipouliza kina nani hawa, akaambiwa hawa ni watu wanawahi kuftari kabla tahillati saum. Kwa hiyo uzembe hauhitajiki, lakini na sunna ikimbiliwe, watu wakishahakikisha kwamba wakati iftari umefika, hawana haja ya kuchelewa. Hawa ndio wale ambao wanaiharibu sala yao ili wakale kwa starehe, kwa sababu sala imekuwa ni mzigo wa kuuondoa, lakini iftari ndio ambayo itawakalisha kwa muda mrefu, na wanaona kwamba yale ndiyo al-maqsad. Kumbe mwislamu anawahi kuftari fayaqta nahmata, ili auzuie uroho wake, avunje kasi ya njaa yake, asali vizuri, halafu akale katika namna ambayo aondoe njaa yake, wala asivimbiwe, ili ajitayarishe na qiyamu leil. Leo watu wameberua hali, tusali haraka haraka tukaftari kwa utulivu, kumbe tusali kwa utulivu. Iftar siyo lengo wala maksadi katika dini, bali maksadi makubwa ni hizi amali. Iftar imekuwa kheri kwa sababu tuna khalif ahlul kitabi ikiwa tutaiwahisha. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam

ile njia ya chakula ikapasuliwa chakula kikaingia mwilini cha mwanzo, hiyo ishafaa kuitwa alfitr. Tende chache na mafunda machache ya maji yashamwezesha mtu kuwa katika iftar. Maulama wanasema ikiwa wahisha kuftari ni kheri ya dini na kunyanyuka kwa dini, basi umma utafisidiwa mambo yao, bitaghayyuri hadhihi sunna

Lakini pamoja na hayo kaitia nguvu dini yake na kasababisha Uislamu we juu, maqsadu ba'thati rusul, ambayo ni maksudio ya kutumwa mitume, liyudhhirahu ala dini kullih. Allah anataka inyanywe dini hii juu ya dini zote. Ajue kila atakayechelewesha kuftari kwamba anachangia katika kuiporomosha dini na ni kosa kubwa. Nasalullaha salamata walafia

Basi ni suna kuchelewesha daku na hali itwi daku ila liliwe katika sehemu ya sita ya mwisho ya usiku. Sehemu ya sita ya usiku ya mwisho ndio ule muda ambao hata aliyesimama qiyamul layl inatakiwa washaimaliza qiyamul layl. Na ule ndio muda wa istighfar, unaitwa wakati huo ni sahar na wingi wake ni al ashar. Wa al ashar bil ashari hum yastaghfirun Waumini wa, wa kweli nyakati za alashar wanaomba msamaha. Neno assahar limetengeneza neno assahur ambalo ndiyo daku, katu siyo daku likiliwa saa nne za usiku. Ule uvivu wa waislamu kunyanyuka kabla al-fajr na kula uvivu ule umewapelekea kukosa kheri kubwa. Kwanza wamekosa rahma na khairat na barakati kutoka kwa mola wao, hali kadhalika wamekosa dua za malaika, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala lmutasahirin

ina maana ya kwamba hata muda wa siamu utakuwa mchache, kwa sababu kabla ya muda mfupi kuanza siamu kaladaku, mara tu baada ya kumaliza siamu kalaftari, na hapo siamu ndio inapokuwa nyepesi. Hata anayetaka siamu ya Daudi anaweza akafika katika uwanja huo, ikawa uhai wake siku moja anafunga siku moja anakula siku moja anafunga, kwa sababu masani machache ya siamu zile, sababu za mtibuko wa gesi na kusababisha madhara katika tumbo, Allah anamuondoshea kwa sababu kala kwa kupangiliza vizuri, mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasalam. Na ndio maana mwenye hikma akasema, ina uzito gani siamu? Ni kujua kuiweka vizuri milo miwili, alsaharu waliftar alsuhuru waliftar. Ukifanya vizuri hapo, siamu ni nyepesi, na unapata dua za malaika, na wakati huo huo umeupata mwenendo wa mtume, umehalifu Mayahudi na umeunyanyua Uislamu. Mtume anasema alaihi salatu wassalam, alsuhuru aklatu baraka, kula daku ni ulaji wa baraka. Fala tadauh, basi msiache kabisa ulaji wa daku, walau an yajraa ahadukum jar'atan min ma, hata kama atabugia mmoja wenu funda moja la maji. Fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala lmutasahirin al, kwani Allah anawarehem na anawasifu walaji daku mbinguni na, na anawarahama na anawabariki na malaika nao wanawaombea dua watu hao.

na tuweke mikono yetu ya, ya kulia juu ya mikono ya kushoto ndani ya sala. Tuweke mikono ya kulia juu ya mikono ya kushoto katika vifua vyetu ndani ya sala, na hiyo ni sunna, sio yangu peke yangu Muhammad, bali ni sunna ya anbiya alayhimus salatu wassalam. Kuwahisha kufutari na kuchelewesha daku ni kheri ya miaka na miaka, wameichukua mitume alayhimus salatu wassalam, lakini ahlul kitabi wameiendea kinyume Wakakhalifu mwenendo wa mitume wao, ghuluwan fi dini, kwa kuvuka mipaka kwenye dini. Na dini yetu haina lifrat wala tafriq, haitaki kufanya kasoro ukafanya chini ya dini ilivyotaka, wala kuvuka mpaka ukafanya zaidi, ukidhani kwamba unajipendekeza na unafanya vizuri, kumbe unamhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kula daku ni sababu ya mafanikio, ni njia ya janna, na masahaba wameita daku ni alfalah, mafanikio. Wa adhamu kalimatin fil qawamis kalimatu al falah, neno bora katika makamusi yote neno mafanikio. Neno hili wamelitumia mitume alayhim salatu wassalam: ayuha nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu, enyi watu semeni la ilaha illa Allah mtafanikiwa. Na daku linaitwa mafanikio kwa sababu ni sababu ya janna. Anasema mmoja katika masahaba, wa ma kunna nansarif, tulipokuwa tukisali qiyamul layl tunaivuta sala hiyo kwa muda mrefu mno. Hatukuwa tukimaliza sala yetu illa fi furu'il fajr, isipokuwa karibu na alfajiri. Khashyata an yafutana alfalah, kwa kuchelea mafanikio yasitupite. Mafanikio ni nini? Mafanikio ni daku. Ndugu Waislamu, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi taonja mauti. Wainnama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah

Tuikusanye siyamu na sala, tunyenyekee katika sala na tushike maazimio, tudumu na amal. Na wale wasiosali waishike wa sala katika uhai wao mpaka wakutane kwa Mola wao. La siyama bila sala, hakuna siyamu itayokubaliwa mbele ya Allah bila ya sala.